Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, hususan wewe mpenzi wa mambo ya kheri, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kwa niaba ya taasisi ya The Ikraam Foundation tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kila Muislamu mdau, mpenzi wa mambo ya kheri, aliyeiona eneo hili na akagusu akaamua kuchangia kwa namna moja ama nyingine, hatimaye tukaweza kufanikisha kupata tofari alfu mbili mnazoziona juu ya kiwanja hichi ambacho ni wakfu kwa ajili ya madarasa. Kumbuka ndugu yangu Mwislamu, tupo katika kijiji cha Msimbu hapa hapa jijini Daru Salama. Kijiji hichi ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika imani, ni kijiji ambacho mwanzoni kilikuwa kina madrasa, alhamdulillahi watoto wakisoma, lakini bahati mbaya iliyotokea ustadhi aliyekabidhiwa eneo hili kwa ajili ya kusimamia watoto waweze kusoma, ghafula tamaa ya kidunia ikamwingia, akaweza kuliuza eneo hili lakini tunamshukuru sana sana sana aliyejitolea wakfu wa eneo hili, alifanikiwa kupambana vilivyo kabisa mwanamama huyu, Allah amlipe kila lenye kheri na kila lenye baraka. Hatimaye akaweza kurudisha wakfu hii ya waislamu katika mikono ya Waislamu, akaona nani wa kumkabidhi tena eneo hili aweze kulisimamia, akatudhania kheri sisi, ndugu zake. Na tunamwomba Allah subhanahu wa taala atupambe kwa sifa za kheri sisi sote, ndugu yangu Muislamu, na atuondoshe matamanio ya dunia, dunia ambayo taiacha tuweze kuipigania dini ya Allah subhanahu wataala, tukakabidhiwa eneo hili kwa ajili ya kuhakikisha madrasa inasimama katika eneo hili. Alhamdulillah, mlituitika na tayari tuna tofari elfu mbili nyuma yangu hizi mnazoziona sasa. Basi ndugu yangu Muislamu na mpenzi wa mambo ya kheri tuko katika harambee ya kuhakikisha hapa katika eneo hili yanasimama vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi ya mwalimu. Nani wa kuyatenda haya? Nani wa kuyafanya haya? Ni wewe tena. Ndugu yangu muislamu, usichoke katika khairati hizi. Kumbuka ya kuwa haya tunayo tunayokuitia ndani yake yana faida kubwa sana. Maiti yanapokufa huwa hutamani kurudi tena duniani, si kuja kuswali wala kufunga wala kwenda wala hija bali hutamani kurudi, Allah ampe nafasi na wasa wa kutoa sadaka, achangie katika mambo ya kheri kama haya. Ndugu yangu, bado uko hai, uko mzima na Allah anakujalia riski mbalimbali mbali, wekeza kwa ajili ya akhira yako. wa tuqaddimu li lianfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, hakuna chochote utakachokitanguliza mbele ya Allah utakikuta ndugu yangu mbele ya Allah subhanahu wataala. Hebu fikiria ndugu yangu Mwislam, katika eneo hili darasa simama, watoto wangapi wataijua dini yao? darasa hili huenda likazalisha masheikh huenda likazalisha madai huenda likazalisha waalimu watu ambao wataipigania dini ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni sadaqatul jariya kubwa kabisa ndugu yangu Muislam, itakayokusaidia siku ambayo roho yako inaacha na mwili wako, siku ambayo unapokelewa na kuwekwa katika mwana ndani. Hapo ndugu yangu ndipo utakapoona ubora wa alfu moja yako alfu tano yako alfu kumi ulioitanguliza katika masala kama, kama haya. Kumbuka wajenzi wa ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema khairukum man taallama alqurana wa allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qurani naye akaifundisha. Huyo ndiyo mbora wenu. Je, yule ambaye anaipigania Qurani watu waweze kuifundisha na waweze kufundishwa ana daraja gani mbele ya Allah subhanahu wa taala? Bila shaka ndugu yangu mwislamu, ana daraja kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa tupo katika awamu ya pili ya kuchangishana zile zile mia zetu mia mbili zetu mia tatu zetu mia tano zetu kuhakikisha jengo linasimama hapa, kitabu cha Allah subhanahu wa taala kiweze kusomwa na watoto wanaoishi. Kumbuka watoto wanaoishi katika eneo hili wanalazimika kutembea mpaka kilomita tatu kwenda kijiji cha tatu hapo kwenda kusoma madrasa, usiku wanarudi, wanaweza wakashambuliwa na wadudu wakali. Lakini mia yako, mia mbili, alfu moja itamsaidia mtoto mwislamu wa mwenzako anayeishi huku katika hichi kijiji cha Msimbu asitembee umbali mrefu, aje kusoma dini yake na kurudi. Ni faida kubwa sana hiyo, ndugu yangu mwislamu, utakayokuwa umeipata awamu tuliokuwa nayo sasa. Ni awamu ya ukusanyaji wa vifaa. Tunataka tupate simenti, tunataka tupate nondo, tunataka tupate eh, kokoto, tupate na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vitatusaidia kuweza kuanza foundation ya jengo letu na hatimaye kunyanyua vyumba vya madarasa mpaka kumaliza. Allah subhanahu wataala atupe taufiki ya hilo. Nani wa kulitenda hili, ndugu yangu Mwislamu? Ni wewe unayenitazama. Usitoke katika masala ya kheri, wala usirudi nyuma katika masala ya kheri, wala usikate tamaa katika masala ya kheri. Endelea kupambana hali ya kuwa mwenye kumtegemea Allah subhanahu wataala. Kumbuka hata hicho kidogo unachokipata gawana na Allah subhanahu wataala, usije ukadhania kutoa na kuchangia na kupigania dini ya Mungu ni kwa matajiri peke yao. La hasha! Allah subhanahu wa ta'ala anakukumbusha ndugu yangu Muislam, pale aliposema, waman kudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah. Na yule ambaye riski yake imekadiriwa imefinywa, ay kudira ai, ai dhuyia alayhi rizquhu, riski imekunjwa, ana kiriski kidogo, maskini akihangaika, anapata ka alfu kumi ka alfu tano, hiyo hiyo hujasamehewa ndugu yangu Muislam. Toa alfu moja, mpe Allah, bakia na alfu nne, mkopeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu yangu ambaye mambo yako ni magumu mambo yako ni mazito, kila unalolishika haliendi, kila unalolifanya haliwi. Leo ninakupa moja katika njia bora kabisa na dawa bora zitakazokusaidia. Wakati mwingine hujarogwa ndugu Muislamu, wala hauna nuksi wala mkosi kama unavyodhania. Wakati mwingine umejisahau kuchangia masala ya khairati kama haya. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia wewe, mwenye mambo magumu yaliyokukamata wewe, mwenye dhiki, wewe mwenye mitihani, wewe mwenye matatizo Ipi njia ya kukusaidia? Allah subhanahu wa taala anasema fa ama man ata imma, yule atakayetoa kile alichoruzukiwa na Allah hata kama ni kidogo, ukatoa. Wattaqa, ukamcha Allah subhanahu wa taala. Wasadaqa bilhusna, ukasadikisha mambo mema siku ya mwisho, siku ya kiyama. Nini Allah subhanahu wa taala atakufanyia? Anasema, fasanuyasiruhu lilyusra tutamfanyia wepesi wa mambo yake, tutamfanyia wepesi wa riziki yake, tutamfanyia wepesi wa kila analolikamata. Ndugu yangu muislam, wallahi ladhim la, hii ndiyo njia bora kabisa ya kutengeneza maisha yako, hii ndiyo njia bora kabisa ya kutengeneza mambo yako, kuliko hata kuoga dawa wala kupaka mafuta. Njia ni hii, baba yangu, ungana na sisi The Ikramu Foundation kuhakikisha tunapambana, tofali inalala katika uwanja huu, iwe ni athari ambayo tumeiacha, itakuja kusaidia na vizazi vingine. Kumbuka ya kuwa meli pamoja na ukubwa wake iliyokuwa nao, lakini njia inayopita hayuachi athari ya aina yoyote, na imebeba mali mbalimbali. Lakini tazama, ndugu yangu muislamu Gari ni kitu kidogo, inapotembea nini? Inaacha, inaacha athari nyuma yake. Jiulize wewe ndugu yangu mwislamu, nini athari ulioiacha katika dini ya Allah subhanahu wa taala? Ikiwa leo Allah amekuita akakuuliza, dini yangu uliifanyia nini? Majibu gani utajibu ndugu yangu mpenzi muislam? Inna nahnu nuhi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kinachoangaliwa ndugu yangu muislam athari gani ulioiacha. Kumbuka, mali yako ni ile unaitanguliza, ama mali inayobakia hiyo ni, wari, ni ya warithi wako. Na usikute hao warithi wenyewe wasikukumbuke. Wangapi tunawaona wazazi wao wameacha majumba, watoto wanaponda starehe, wallahi hawakumbuki hata kodi ya mwezi mmoja kumpelekea mzazi wao kule kaburini. Wao wanaponda starehe, hawana habari na wazazi wao. Ndugu yangu, kabla haujakufa mpenzi muislamu, basi amka na zinduka, alichokuruzuku Allah kiwekeze katika masala kama haya, kuipigania dini yake. Kwa niaba ya The Ikraam Foundation, mimi ni ndugu yako Sheikh Omar Al Basari. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati na kuwaita tuingie katika harambee hii ya kuchangia tuweze kupata takribani milioni tatu baada ya kuwa tayari tuna milioni moja ili tuweze kupata vifaa hapa tuweze kupandisha madarasa. Hii shukrani lakum.